Namba namba ni kufuatilia mpaka nihakikishe ya kwamba hawa watoto watafika mahali pa kusimamia wazazi wao. Hiyo ndiyo kazi ya nani? ya askofu. Now listen, mambo ya mjengo, kwenda wait. Ngoja. Acha nimalize Mambo ya mjengo. Simama injinia mkuu, simama ibu, simama wandarugo mawe, simama satima, simama judges. Kuja hapa mofam, nyumba ya Kinakaluma siku ile nitapata ikiwa na shimo ama haijakamilika, hawa ndio watasalimiwa mama. Mme waona hapo tuko sawa? Aya, asante. Finally wewe Ana, wewe unaenda wapi? Kama we si mascot tusiende huko, Mama Kaluma. Kuja hapa kujaavamova songa tu karibu na mama, Mama Kaluma, huyu mzee huyu ndiye amenisimamisha mimi, kama alikupeleka huko Chaka, alikuonyesha shamba yangu. Mimi huyu mzee ndiye alinishika mkono hili kanisa, mawazo yake. Na mzee mwingine ameketi hapa, anaitwa Mr. Chance. Wao ndio mimi husikiliza, na sijawahi potea. Huyu ni mtu ana pesa zake ametushikilia mpaka sisi tukapata zetu, tukaweza kujisimamilia, na tunasimamisha washirika wengine wetu. Hapa nitamweka karibu na wewe. Nani huyo anaongea? nikiongea serious umsikilize, na watoto wako wamsikize, na mimi nakuhakikishia, kwa sababu hii nyumba yako tutakupatia kama zawadi ya sikukuu, that is your gift na shamba lako nitafuatilia, upate title deed yako mkiwa na baba Kaluma Ks. Aya, tulia, na title deed ikitoka, utaikujia hapa hapa, lakini mjengo unaanza immediately biashara Inakuwa set up immediately kuanzia leo mama. We disconnect you from the evil spirit of poverty in Jesus name. ndukaria <coughs> thena rigi na dugashaya. Asante mofam, sasa tutulie, mama yetu atusalimie. Karibu sana mama utusalimie kuja, mam utusalimie. Tsalmtusalimie tu when I I am the one giving directions. Sawa, kuimba, tutaimba Chris anakuja. Sawa mam, jikaze tu, usalimia hawa watu. Mungu ni mwema na kila wakati, hata sina jambo la kusema hakika.

Asante sana Mungu akubariki Mofam, Mungu akubariki sana Ssl... TikTokers wote <tocle> Akina akina Chris Priscilla waimani na, na, na yule alitengeneza ile ya sande. Mungu awabariki sana simauno, Mauno, Mungu akubariki Tuna shout kidogo tunakata sawa, na watu wote wale wametoa vitu zao, amnijui muni, na mimi simjui, na mmetenda kitendo si, sijui niseme nini. Mungu <laughs> ni, awabariki sana wote wote wote kuna watu sitasahau, watu wa kwetu kwenye nimetoka, hata wao wamenishikilia sana huko garu, kanisa hiyo ya, ya, ya, ya senti shishilia na senti siplian na fadha wetu, fadha wa gai, na washukuru wote, wamenishikilia hata wao. haki Mungu awabariki sana Amen. Bicho. Kuna kaanga hivo saa mimi nimekaa sana bila hagi ya mama eh? Amen. Sawa kuna kaanga hivo hapa. Amen. Sasa sababu ya masaa, kabla fadhi afike, kabla baba afike, tusalimiwe na Kaluma, si ndio? amebadilisha ha kwao, hajabadilisha sasa. Pia yeye ni wakati wake wa kubadili, salimia watu na uwashukuru huyu. <coughs> ananga sauti kama askofu sawa. So tumsikize, si ndio? Haya haya, kidogo. God is good. Haya <coughs> kwangu ni kuwashukuru tu sana <coughs> Kwangu nikuwashukuru tu sana. E, Mungu awabariki. E, kuna nini? Jina moja, acha kumhara please. Jina moja Bishop ananifunza compassion. Na e, hiyo ni jina nita, nitaishi kueneza maisha yangu yote. Aa, ngoja kidogo amalize. Mungu so, abariki na God bless Kenya. Thank you very much. Amen. Hapa hapa, haya, hii ndio nafasi yao ya kushukuru, kwa hivyo tuwasikize. God is good. And all the time. So, ya kwanza ningependa kushukuru Bishop kutu welcome hapa, ili ningependa kushukuru Kaluma kaingekuwa yatungekuwa hapa eh. Aya kidogo tunaacha. Then, nashukuru all the TikTokers na kila mtu mwenye ame support kama ume support kwa prayers any financial, God bless you, usiwa ikosa. Alafu tuendele na hiyo spirit. Imetufunza lessons, sio support peke, imetupea lessons. Thank you. Amen. Aya, uja wapinduri ya director. Aya, waja <laughs> tusikia director. Aya, tulieni tusikie director wa movie. Hu ndiye director wa movie za Kaluma. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Ningependa kushukuru wenye wote mliko hapa all my TikTokers na watu wote. Yeah. Aya, tumalize na sister yake. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Ah, uh, kwa majina ni Irene. Na mimi ndio first born kwa kina Kaluma. And uh, Nishukuru Mungu kwanza 'cause it's been a journey in our lives. Azima hiyo vuvuzela kidogo? Haya. It's been a journey full of thorns. But at the end of the day, we've seen roses come from you guys. Uh, we have a priest by the name Cyrus who told us the other day that God can send anybody or anything to change your life.

Ha, pinduria Samido. Aya, Aya. Kidogo. Aya kata. Kata. Aya, amefika. Uh, mulisema atakae tembea na nyinyi mtatembea. Wonderful. Our dad, our dad is here. Listen. Hawa wako hapa. Our dad is here. Na hatutaki kumweka sana hapa. Kwa hivyo my sister amemaliza. Amemaliza? Acha amalize. Aya. Uh, probably people are wondering how our dad got here. Uh, last year August uh, my mom got a call from a neighbor that my my dad was taken to hospital.

Baba Kaluma Let us receive Baba Kaluma Amen Hallelujah Amen Thaci akuitire mehaka Kuona mbu nthi turio muoyo Hinya wa gicokagia aku Nigwo tuki

ukiwa katika hali ambayo inatatanisha kiafya, hata wakati utasimama utembee, kwa miguu yako, ujifanyie kazi zako, bado tutakuwapo kwa sababu yako. We want to thank God, we want to thank God that amongst your children God raised a David. Wow. Katikati ya watoto wako Mungu alifanya na akakubali uzae Daudi, mtoto aliyekaa karibu na wewe na akakataa na wewe mpaka akatuletea. Na katika madhabahu haya tunataka kutangaza ya kwamba uponyaji umekuja na kupitia madhabahu haya, maisha ya familia yako haitabaki vile tena. Tunakuondoa kwa baridi, tunapeleka mke wako mahali atakuwa anatoka asubuhi akirudi jioni, anakuambia hatuna shida ya chakula hawa watoto wako wame make sure ya kwamba mahali utaenda kukaa hakuna shida itakupata tena, ukiendelea kupona kwa sababu kuanzia kesho utaanza kupokea matibabu kwa njia nzuri zaidi, na sisi tuna imani ya kwamba utapona siku ile. Baba yetu utatembea, na shida hiyo ikuondokee. Ninakuomba tu turudi hapa Shilo. Tumwinulie Mungu mikono, tumwambie baba umetutendea. Are you ready to salimiwe na baba sasa? Muko tayari baba atusalimie? In one two three, wapi nduru ya baba? Karibu baba yetu na mnaelewa baba, hali yake ya afya. Kwa hivyo tutulie, tusijibizane sawa sawa, ukanekea sawa. ukaivesi anaishi. Naweza ongea Kiswahili, naweza ongea Kikuyu. Baba yetu, hakuna lugha ambayo umekatazwa, the one you feel comfortable with. Karibu sana, asante sana. Wakenya waensagu, waliapa na alia abroad, na marafiki yetu wote, amjaboni <laughs>

Baba Kaluma's life is changing. Mume mumemletea tumaini na mume mumemletea furaha. I want us all now, listen. I want us to enter in a spiritual mood. Kwa wanaojua kuomba na wasiojua kuomba. There is one thing about God. God is always moved when his people are crying to him. In this man's body, there is a certain place where a doctor has never touched, but God can can, can go there. Kuna mahali katika mwili wake, dawa haijawahi kufika. Lakini Mungu hufika hapo. Nataka ushike mikono miwili ya mtu. We let us combine our faith. Hapa kwetu tunashikananga mikono miwili hivi kwa watu wawili. If you have a healthy father, stand in the gap because of this family. If you have a healthy mother, please